Mheshimiwa Dotto Biteko daktari, naibu waziri mkuu, ametuka shilingi milioni tano. Takbiri, takbiri hizo mnaandika kwenye jina langu. Eh, halo, Mheshimiwa waziri wa maji Juma Aweso ametwaidi kutuwekea milioni mbili wameniambia kuanzia kesho watatuwekea hela, ila sijapata peji zao. Mheshimiwa Mwiguru, Mheshimiwa Shabib, ni vizuri mkaandika kwa sababu hii ni ibada. Tukija hapa ibadani, ina maana yake. Mheshimiwa Daktari amk, Mwiguru wa bila ya fedha ameniambia watamwekea. Mheshimiwa Ahmed Shabib, Mheshimiwa Rizwani Kikwete, Mheshimiwa Idi e, Kasim, lakini nina wadau wengine Patrick Ngiloi, kampuni ya Tezra, Wile Tarimo na wengine wengi. Haya, mimi na hao marafiki zangu tutatoa milioni 15 akib Nitoe salamu za waziri wa nchi ofisi ya rais TAMISEMI na yeye naye kwenye harambee hii ametoa shilingi milioni tano, ambapo liko hapa kesh. Ehe, anayepokea sni nani? Kwa hiyo mheshimiwa <laughs> Kwa hiyo mheshimiwa waziri wa nchi ofisi ya rais TAMISEMI, mheshimiwa Mohamed Mchengerwa ameniagiza, amenikabidhi milioni tano hizo, ili ziweze kuchangia katika ujenzi wa msikiti huu. Lakini sasa salamu za kwangu mimi mwenyewe, kumuunga mkono bosi wangu, awezekani bosi atoe afu mimi msaidizi wake niji mikono mitupu na mimi nimeshawasilisha mchango wangu kupitia akaunti ya benki ya NMB milioni mbili, na mimi sadaka iende kwa ajili ya ujenzi wa msikiti. Namshukuru, asante sana, asante ongea. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kunijalia namimekuwa sehemu ya kushiriki tukio lenye heri kama hivi, kwa sababu ujenzi wa msikiti, nyumba ya ibada, fadhila zake ni nyingi unapokuwa umeshiriki katika ujenzi, watakao swali katika eneo hili, lakini vijana wetu wa madrasa watapata sehemu ya kujifunzia dini yetu hii ya Kiislamu. Kwa kweli ni fadhila kubwa sana na uwekezaji mkubwa sana, kwa maana tunawekeza pia kwa ajili ya akhera. Lakini pia kwa mheshimiwa mbunge Saashisha ni ah, kwa sijui ana ana kipaji bwana, nitakualika Kigoma kwenye aramde uu unaweza toka amafanya vizuri, lakini mbunge huyu kwa kweli ni mzuri, maana ni maisijani anavyojitoa katika shughuli za kijamii, kama ameweza kusimamia kuhakikisha shughuli ya leo inaweza kufanyika vizuri kwa, kwa kweli huyu mbunge anatosha. Sasa kwa mchada huo wema ulipwa wa wema, mimi namfahamu bunge mwenzangu lakini nafahamu kwa sababu yuko kwenye kamati ya kudumu ya bunge ya Tamisemi. Ni kamati ya bunge ambayo inasimamia wizara ya ofisi ya Rais Tamisemi. Kwa hiyo tunafanya naye kazi, tunaona michango yake, tunaona anavyoisaidia serikali. Ni mtu mwema sana, lakini ukiona ni jinsi gani anavyojitoa kwa ajili ya watu wake, unaona kabisa anafaa kabisa kuwa mwakilishi mzuri wa wananchi. Kwa hiyo tuendelee kumpa imani